Ehe, nimesemaje? Umekuja hapa ili usaidiwe hapa. Sema, nimekuja nisaidiwe hapa. Nimekuja nisaidiwe hapa Nisaidiwe hapa nimekuja, nisaidiwe hapa. Nimesemaje? nime nime nime nime, watoto, ili usaidiwe hapa, maana yake nini? Akili zako ziwe na akili. Sema, akili zangu ziwe na akili. Akili zangu ziwe na akili. Akili zangu ziwe na akili. Hey, wewe akili unazo?

Sawa, yeah. Hey, wewe hapa unazo akili zote, tena una akili kweli kweli, tunakuja ili tukuongezee akili. Alafu sasa hapa hapa, sema hapa, jishike hapa, ume hapa. Hapa. Hapa. Sema nimekuja niwe nime na akili za hapa nime kuja, nime na akili za hapa. Hapa ni nini? uwe na kujua e, kwamba kuna Mungu. Sema yupo Mungu. Yupo Mungu, watoto. Kama utasoma shule halafu usijue kama Mungu yupo, shule yako haitakusaidia, sawa watoto? Haitafanya nini? Haitakusaidia. Sema haitanisaidia. Utafanya mambo ya ajabu Sema sitaki kufanya mambo ya ajabu, nisome niwe, nisome. raia mwema, mwema. Nitii sheria nitii sheria. Yaani hey, hey. Wewe oh, ukija kuwa profesa, ukawa profesa alafu profesa ana tabia gani? Profesa vuta bangi, hatari. Oh, oh, oh, oh. hatari

Kwa hiyo jitahidi usome, hapa uwe na akili hapa uwe na akili, upate digrii yako, lakini ujue yuko Mungu, ili ufanye kazi kwa kumhofu Mungu, ukawa mtumishi mwema, ukawatumikie raia, ukapate kuwa mwadilifu, ukapate kuwa mfano. Yonathani, nimesemaje niambie, eh, nimesema nini hapa? uwe na akili hapa sindio? Maanake nini? ti hey -hey, anasema uwe unajua Mungu yupo, Mungu akuongoze kwenye kazi zako, kwenye masomo yako, sindio watoto? Ye, kwa hiyo sasa nyinyi hapa tunawaandaa mwe jeshi, jeshi ambalo litakuwa linafanya kazi Asema kwamba polisi, polisi. Naposema jeshi maana yake tunaandaa hapa, ni kama kiwanda ni kama nini ano, kiwanda tunaandaa watoto ambao kesho watakuja kuwa wafanyakazi bora, wachezaji bora, wafanya biashara bora, wanasiasa bora, watumishi bora, wakulima bora.